Tarehe kumi na mbili Yanga Day inaisha, tarehe kumi na tatu kumi na nne kumi na tano kuna mechi ya ngao ya jamii na sio tu mechi ya ngao ya jamii, kuna Kariakoo Derby. Unajua kuna, kuna tofauti. Ngao ya jamii, Yanga inaweza ikacheza na Fountain Gate, ikacheza na Singida, ikacheza na Azam, ni mechi tofauti. Ngao ya jamii, Yanga Africa ikicheza na Simba Sports, hiyo ni derby tayari baada ya dabi siku tatu baadaye, tukisafiri kutoka hapa nyumbani Tanzania mpaka Angola tarehe 19 Yanga inacheza mechi ya kwanza ya Champions League. Ukiangalia hiyo ratiba plus safari ya kutoka hapa kuelekea Angola, ambayo timu tarehe 17 imefika, iko hoi sababu dabi imeisha hapa. Tushamshona mtu watu wamerudi nyumbani wamechukua nguo wamekuja airport. Jeografia ya Afrika wote mnaifahamu, toka hapa saa kumi unafika Ethiopia saa mbili na kama masaa matatu manne pale kusubiri transit. watu hawajalala hawa kutoka kwenye mechi ngumu, wamefika pale, wamekaa airport three hours mpaka manne, wako pale. Baada ya hapo wanachukua ndege, wanaingia Angola tayari siku imeisha hiyo, hakuna mazoezi. Tarehe kumi na saba Yanga hajafanya mazoezi, tarehe kumi na nane anakuwa mazoezi ya kwanza na ya mwisho, alafu timu inaingia uwanjani inamshona mtu goli tatu pale pale. Kwake mimi <tuhi> nitegemea watu wangepata wasiwasi hivi na hofu checheto hivi kwamba hii timu inafatiki imesafiri awei imemshona mtu goli tatu, nilikuwa natarajia watu waogope lakini watu wakaona kama kawaida hivi, na sisi technically hatukutaka kuingia kwenye ule mjadala kuanza kujibishana. Okay, Yanga imecheza vibaya, sawa. Yanga sio ile nini, sawa. Watu hawa wanasahau siku hiyo hiyo, ajenda namba moja, Yanga imecheza vibaya, ajenda namba mbili, Prince Dube afai kucheza Yanga amekosa magoli mengi. Sasa unakosaje magoli timu inacheza vibaya Yaani huyo striker anakuaje mbovu kama timu imecheza vibaya? Tukasema hapa kuna kaajenda, lakini haya kaajenda, ukachunguza vizuri, kana manufaa makubwa naya kuliko hasara, kana manufaa yes. Kocha wetu huyu ni mpya, technical bench 90% ni mpya, tuna wachezaji 6 mpaka 8 sio 9 wapya kwenye timu, wanatakiwa waishi kwenye pressure. Africans zinavyotakiwa ishi. Hii ni club kubwa, kama unashinda tatu na watu wana demandi kikubwa zaidi. Kocha huwezi kulala, unasafiri kutoka Angola unakuja hapa unamshona mtu goli tatu. Unafanya rotation wachezaji sita. My dear brothers and sisters, wachezaji sita, watatu katikati ya uwanja ambako mpira ndiko unakopikwa unatoa viungo wako wote, unacheza mechi iliyopita, unaleta watatu wapya, timu inashinda goli tatu. Yanga ichezi vizuri na hatukutaka sisi kuingia kabisa kwenye huo mjadala, kwa sababu una manufaa makubwa na taasisi yetu kuliko hasara. Hasara ni hizo kelele tu za mitandaoni na ndo hasara yenyewe hiyo, lakini ukifanya tathmini vizuri huu mjadala na hasara zake una